Ulama wa lugha wanatuambia tamshi lolote katika lugha ya Kiarabu asili yake ni kuja kwa kiume. Tamshi lolote lile asili yake ni kuja kwa kiume. Ukiona limekuja kwa kike, jua hapa kuna maana ya ziada, na ndio maana na tamshi lolote likija kwa kiume kama ni, ni, ba, ni, ni kalima yoyote ile Waarabu wamepiga huwa katika Qur'an na Qur'ani ndo ndo ndo ndo ndo, ndo kitabu ambacho kwamba kimebeba lugha ya Kiarabu ambao kwamba hakuna mfano wake, hata Waarabu walishindwa kuiga mfano wa Qur'an, na ndo muujiza mkubwa wa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya Qur'an kukija, ya ayuha alladhina amanu taqullah, imekuja itaquu, mcheni Mwenyezi Mungu, kwa wao ya jamii ya wanaume wanaingia wanawake na wanaume hapa, kuna kusanya wanawake na wanaume kwa sababu imekuja kwa eh, dhamiri ya kiume imekuja kwa uume, basi inakusanya wanaume na wanawake. Lakini ikija katika Qur'ani, ikaja imewapoint wanawake, imekaa dhamiri ya kike pale, ujue ni wanawake peke yake. Kuna, kuna kuna hususa ambayo imefanyika hapo wame wanawake peke waliadhribna bihumurihinna eh? wavae mitandio ni akina nani? Wanawake peke yake, hatuingii wanaume. Lakini ikija kwa wanaume, basi inakusanya watu wote pia. Katika, katika, katika hadithi ya Mtume salla sallam, kullu bid'atin dalala, ilipokuwa imekuja kwa kike, wanazuoni wakasema la, ingekuja kwa kiume ingekusanya kila bidhaa ingeleta maana ya kwamba kila bidhaa, lakini maana mtume ameleta kwa kike, imejulisha kwamba hapa kuna vitu ambavyo kwamba vyaingia na vitu vingine haviingii, na ndo kikiafikiana na sheria, jambo lolote litakuwa ni nini, laingia ndani litakuwa ni jambo zuri. Likiwa limekhalifiana na sheria, hilo jambo litakuwa kabiha, litakuwa ni baya na ndiyo maana sisi hatukutaja wazee wetu waliokufa, ama babu yangu amesema hivi. Niliowataja hapa ni ulamaa, ulamaa ambao kwamba wakasema kwamba hapa haiwezekani, lazima bidaa iwe yagawanyika, bali mwanachuoni wa mwisho Al-Is ibnu Abdussalam, yeye akaeleza ya kwamba yaingia katika vigawanyo vitano vya sheria. Yote hayo tulieleza katika nyuma. Lakini ndugu zangu wathukufu, Waislamu, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Baada ya hayo yote kuyaeleza, lazima tujue kwamba kuna watu ni vishipa, kuna watu ambao kwamba wana malengo yao mengine. Inshallah tukija siku zingine